Thingishu. Nimefika hapa hasa nilioalikwa officially na mapasta wetu uh, Doris chief minister pia kaongezea kwamba fika wakati mama hapa alikufa, nilikuwa hapa nikatoa neno. Najua mimi natoka huko Luanda, Luanda watu kama wakosi, lakini najua Luanda huko napanda kitu kingine inaitwa, inaitwa uh, nini usara Sahabu iko msala tena. Basi nikienda nitaenda kuambia hata Bungoma, nimepata watu msala. Amen. Okay, tuendelee. Nilipokuwa hapa wakati wa mama nilitoa neno. Ikafurahisha uh, Pastor Doris akasema pia mzee ameenda, rudi utoe neno. Amen. But last week tumezunguka matanga, kuna chief minister wetu alikufa kutoka Eldoret, tukapeleka Kisumu awasi hapo hapo last week hiyo, kuna koana kakufa huko Maragoli, nikaenda kuzika hapo. Last week hiyo hiyo Jumamosi mekuwa kunyore kuzika kohani. Mwili kawa na malaria kidogo, kwa hivyo pia tutaongea ah, kwa ufupi tu vile mama aliona kwamba mwili ni mdhaifu. Hata pastor alipotoa alipopiga simu nilikuwa hospitali na ni family friend ambao now mama mama mama amenifuata ame I want to prove to prove you that what uh, mm, what what uh, pastors can can can do do do men of God can do, even women can do more better amen, amen! Amen, amen. That's why nimekuja na naye pia muone, si si mtu mmoja tu, wawili kwa kanisa Uh, mzee na mama. Mzee akiwa mgonjwa vile niko mgonjwa, mama anachukua steering, anaendesha. Wanapea sifa, simuoni vile anafanya. Karibu mama, asante sana. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Mimi napenda wale watu wanachangamkia Mungu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Waombolezaji, marafiki, majirani ninawasalimia wote katika jina la Yesu. Amjambo jambo, jambo ya Yesu jambo, jambo ya kuonana eh. Amevipiga vita vyake amemaliza, sasa sisi nasi tuko katika vita Amen. Amen. Kwa hivyo naitwa Reverend Mary Kivuli, mimi ni senior priestess eh, na nikiwa chini ya mume wangu nanyenyekea. Nashukuru kwa hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. E, katika neno tutafarijiana, na kabla ya kufarijiana kuna mawili matatu, nimeona ndani mwenu, kumekuwa neno kwamba watoto tuachilie wapate vichapo, na ni ukweli, tuna shida na hii shida ni sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ni Waluya hapa? Hata mimi ni Mluya, natoka Idaho Kakamega, nimeolewa Bunyore, Rwanda. Lakini ukweli ni kwamba tumeacha maadili, ndio sababu tunaangaika. Watoto wameenda nje, wanamwaga damu isiyo na hatia, hawawezi sema. Wanakuja ndani ya nyumba, tunakula na wao, tunalala na wao. Si laana ama ni laana? Laana! Haleluya! Hiyo ndio shida Waelimisha watoto wangali wadogo, wakikuwa waweze kujua kumwaga damu ni hatia. Na hata katika Bibilia Mungu akawaambia wale ambao wataua, muwe na makimbilio, muwe na sehemu ambayo mtatoka, ndani ya wale mmefanya makosa muende mbali, na iwapo utafuguzwa upatikane, wewe utauawa. Haleluya, hilo ndio neno. Na wenye kuuza pombe muwe na masaa. Mimi sina uwezo ya kuambia, lakini mpe mlevi yule ambaye anaenda kufa, mpatie pombe asahau machungu yake, lakini sio kupea watoto wa watu pombe kutoka asubuhi mpaka jioni. Hawajui mahali kazi iko, hawajui wake zao, hawajui watoto wao. Haleluya! Hapa nimepata sura nzuri ya wamama na wasichana, kwa sababu wamejua kufunika uchi kuna sehemu tukienda kule nje, msichana anakuja na siliti imetoka hapa mpaka hapa, hawezi anaingia tu na mabibao kama hii imekaa wazazi

Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wapi maandiko au uende kanisani uchi? Hata Biblia inasema unapofika kwa madhabahu, uchunge sana usitoe uchi wako kwa madhabahu. Majibau. Hey! ameingia na walimu wengi, atakupotosha lakini, wewe tafuta nafasi ukasome neno, amen? Amen. Ukisoma neno kutakuwa sawa. Hii damu mnaona inamwagika kwa barabara na nini, ni kwa sababu watu wamesahau Mungu. Damu ikimwagika, wanastahili wawe katika maombi, waende katika eneo hilo wakaombe na hiyo jamii, sio mnaenda kuomba peke yenu, wale jamii ambao wamepoteza, mnaenda na wao pale, mnaambia Mungu mtakatifu Mungu wa Israeli, imetosha Bwana Yesu asifiwe Amen. Tukiwa na imani njia zetu zitatakasika na damu ya Yesu, siyo damu ya wanadamu. Kwa hivyo tuko na mwendo, alituambia nendeni mulimwenguni mukahubiri. Kwa hivyo tunahubiri Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitasoma Yohana Mtakatifu kumi na nne inasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Mstari wa pili, nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi kama sivyo, ningaliwaambia maana, anaenda kuandalia mahali amen. Bwana Yesu asifiwe Amen. Yesu ametuwekea ahadi kwamba ameenda kutuandalia makao, licha ya sisi kumpiga mijeledi, yeye ameenda kutuandalia makao. Kwa hivyo, ukiwa ndani ya imani, ukimkiri Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, ujue una kibali, kuna makao ambao wewe umeandaliwa binafsi. sina mume sina mke. Haleluya, na katika ndoa pia kuna changamoto. Labda mzee ni mdhaifu, mama umtunze, huo ni mzigo ambao umepewa. Wakati utamaliza safari yake, utaambiwa umeshinda Amen? Amen. na mume labda ulipenda mwanamke kwa uso, lakini itakapofika ndani ya nyumba unapata kuna mapungufu ndani mwake, wewe vumilia, hilo ndio utaenda nalo mbinguni kumwambia Mungu unilimpa huyu mke na mimi sasa nimekuja ninastahili. Bwana Yesu asifiwe Amen. Katika kusemezana, katika kulinda, tuna njia na tuna ushindi Amen. Bwana Yesu asifiwe Amen. Bwana Yesu asifiwe msifadhaike, msijali, ombeni lolote mtakalo na mnatimiziwa. Mungu ni mkarimu. Wale ambao nimesema, mnapewa watoto pombe mupike vyakula ndani ya maboma yenu. Awo watoto wakikunywa wawe wamekula ndani ya hiyo nyumba, maana mm. anapotoka pale akienda na kufa jama, wanauawa, ujue hicho kivuli kimerudi kwako. Nasema uongea ama ni kweli? yeah. Mavana anabuchuma bala ajiri umavahemaluwa ichanga yeah. Haleluya yeah. Maana inachoma yeah. Ni uzuni, unaona mtoto wako unaona mtoto wa mwenzako anahangaika

Nyumba zetu watoto wetu watalindwa na utukufu wa Mungu. Simubarikiwe. Amen. Amen.